Bada mambo vipi mwanafamilia wa Mabumi Media? Karibu sana kwenye ukurasa wako pendo ambao utakupa tafsiri ya maisha burudani, lakini pia na michezo. Hiyo ndio tafsiri ya Mabumi. Bonyeza alama subscribe, kama ni mara yako ya kwanza, huweza kudondoka kwenye ukurasa huu wa kijanja. Siku za hivi karibuni kumetokea na uh, skendo kubwa sana kuhusiana na wasanii ambao wapo kwenye record labels ambazo ni kubwa sana kutokea hapa nchini Tanzania kushindwa kufanya vizuri na mmoja mmoja kuanza kungatuka kwa mwendo wa ngisi, eh, hawataki stori nyingi sana. Saa vitu kama hivyo vimekuwa afi na wazisha, yani kwa namna moja ama nyingine. Kika chini unasema, sasa bah, mbona kama madogo ndo anakuja alafu anaondoka? Hii imekuja kutokana na stori ya mtu mzima Ibra. Kutoka kwa Konde Gang. Yeye ameweza kuaga na kusema kwamba yo bana. Sasa, Konde boy anamdai zaidi ya bilioni moja. Tunakumbuka kwamba Ipla ametoka kuachanga mayake ya copy and paste na ukisikiliza mle. Jamaa alizeni kama anawashtua washikaji kwamba yo bana life ni kukamua money tu. Oya tunakopi na kupesti. <laughs> Maisha bongo yatakuwa mepesi. Kama nakuja afu nakataa hivi

dondoka eh? Kwenye social network yake, nazungumzia IG, Instagram, kaweza kusema na maraia aweze kumchengia fedha ili aweze uh, kulipia uh, hiyo bilioni moja ondoke Konde Gang. So napata nafasi ya kuona picha fulani hivi hafifu ya kuhusiana na hizi kurebu kuweza kushindwa kuwasimamia wasanii. Siku ya leo pia The African Princess wameweza kumwachia msanii Yami kuweza kuondoka, na kukumbusha tu mwezi wa nyuma nyuma, hapo pia Mbosso aliweza kuondoka WCB Wasafi. Of course Mbosso amefanya mambo makubwa sana akiwa Wasafi hmm, hatukatai yeye anaweza akajisimamia, lakini tuna uhakika asilimia mia Mbosso Mboso so, kuna kuona baba Ulaya Chicago, ah, Mboso inahitaji ukazi sana. Mshikaji wa Diamond alisema amemwachia Mboso bure kabisa, unajua kwamba Mboso hiyo, baada ya Mboso amekuwa mwanafamilia na sidhani kama kuna haja kumchaji kitu chochote. Kings Music yenye ndo kanyaga twende, mtu anakuja anaondoka, yani hakueleweki Eh, vitu vimekuwa vingi, ukija Vanilla Spana twende kanyaga buti, Tommy Flavour oya kinawaka mwendo wa bati oya, Abdukiba speed ya ngili tunaondoka. Kuna kipindi na kwa kimya leko rebu kama Kings Music kuweza kuona wasanii wake m, wakivuka mipaka, labda unamwona Tommy Flavour anaenda kupiga show Nigeria, Ghana. Eh, mtu kama spana bado imekuwa ni kipengele sana, au sio? Sasa nataka nikupitisha tu kidogo mwanangu, upate nafasi ya kuweza kuzifahamu na kurebo zilianzishwa lini na mafanikio yake yamekuwa kwa ukubwa gani. Wasafi Classic Baby WCB, ile kurebo unaweza kujiuliza li ilianzishwa lini? Mwaka 2016 ndipo ilipoweza kuanzishwa na mtu mzima Diamond Platnumz, na lengo lake ilikuwa ni kuinua na kukuza vipaji vya muziki vya Tanzania kwa kiwango cha kimataifa. hilo ndo lengo kubwa la WCB. Wamefanikiwa wajafanikisha, jibu lipo kwako, mimi sina jibu yani. Na wasanii waliopita hawa ha, awaaa ha, utaniambia ni wasanii wakubwa au sio wakubwa? Harmonize, mtu mzima Rayvan alipita pale, Mboso, Lava Lava lava, Zuchu, Queen Dalin, umenisikiliza? Lakini Harmonize, Rayvan, Mboso Lava Lava lava, Zuchu Queen Dalin, Richi Mavoko The Voice. Kuna ambao wamekwisha kuondoka, kuna ambao bado wapo, wanaendelea kupiga harakati. Mafanikio yao ambayo wameyapata, washikaji, wamevuna mamilioni ya views na subscribers huko mjini YouTube, wasanii wao kutokea WCB Wasafi ni wasanii ambao wamefanya show nyingi za kimataifa, wakiwa chini ile record label hiyo hapo Nakumbuka performance ambavyo amezichapa mtu mzima Raven kwenye MTV EMA, tulishuhudia watu wote mshikaji ameenda amenyenyekea kuwa BET, so wamechukua matuzo mengi sana, lakini pia wamesimamia mabrand, ameweza kupanda Wasafi BET, Wasafi ni hizi makaranga, yaani wametuvuruga vuruga na wamesaidia sana hadhi ya msanii, uh, wa Bongo Flava kuweza kuonekana kimataifa. Na changamoto zimekuwa ni zile zile kwamba kuna wasanii hawakai muda mrefu. Uh, wanaondoka of course, unazungumzia muda fulani hivi labda mrefu sana, ila wamekaa kaa, mtu kama Mboso kani kakaa muda mrefu, vivani kakaa muda mrefu, magorofa wanamiliki madogo na walikuja apechi aroro. Harmonize, ndio msiseme, pia msanii wa kwanza chini ya WCB, tukimzungumzia pia namzungumzia yeye lakini pia nipo na Konde Gang ambayo yenyewe ilianzishwa mwaka 2020, mwanzilishi ni Harmonize, na hii ilikuwa ni baada ya kuondoka Wasafi. Lengo kubwa lilikuwa ni kutoa uhuru kwa wasanii kuweza kuinua vipaji vyao ndani na nje ya nchi, na wasanii ambao waliweza kupita pale ni wasanii of course, wamefanya poa, mtu mzima kama Ibla Chinga Country Wiz aliweza kupita Angela kutokea Nigeria. Oh my God, Konde Gang ishafanyaga mambo mengi sana chili ni chili bana <tos> <tos> <tos> na kili nawamisigi sana washikaji nionyewo ishapitaga pale bana, na wakafanya vitu vyao wakaondoka. Mafanikio yao, Harmonize amekuwa ni msanii wa kwanza wa Tanzania kuweza kusimama kibishibishi na kusimamisha lebo yake na imeweza kutoa albamu kali kama Afro East na Made for Us, zimeweza kuwa albamu fulani hivi ambazo Zime make sense, lakini pia ameweza kumtoa msanii ibla kuwa chaguo, lakini pia kipenzi cha wasanii, lakini pia na wasikilizaji wa muziki. The African Princess mwaka 2021, Nandi ndiye msimamizi na a, lengo kubwa lilikuwa ni kuendeleza vipaji vya kike na kusaidia wasanii chipukizi. Wasanii ambao wamepita nyami tu, imagine 2021 hadi 25 msanii mmoja Konde Gang hapa yenyewe nimemwacha hapa juu, hakuna msanii ambaye amebakia sasa hivi, yuko mwenyewe. The African Princess yuko mwenyewe, course imekuwa matamasha, yamekuwa na tumeona hatua zinapigika, mijengo mikali, wasanii njia anaondoka. Kings Music 2018 ilianzishwa, Alikiba ndio alikuwa msimamizi wa hiki kitu na sasa ni kama Tommy Flavor, Kili, Abdukiba, Spana yupo pale, ndo anaonekana naibeba lebo sasa hivi, kazi kazi nyingi kidogo Tommy Flavor kama vile ndo shh, anakuja anakata na onage, na ni moja kati ya record label ambayo sijawahi kuonaga imeenda kuchapa show za kimataifa. Si kataa, ni kali, imefanya vitu vikubwa sana na imeachia mangoma ambayo yamekuwa poa sana, nishikilie all the way Je, vitumia imekuwa me, poa sana na ushiriki wao tumeona kwenye tuzo mbalimbali mbali, za kimataifa lakini pia na zapa nyumbani. Lakini wasanii wana move, ndo swali. Big Shadow kutoka The Industry walifanya poa sana 2015 mpaka 16 na Alil na Aika na hawa shikaji walikuja na slogan ya kufanya sound mpya Bongo Flava, tukiona walikuwa anaitengeneza. Mafanikio yamekuwa makubwa sana Nigeria ili kwa ile kwa label ambayo ingeweza kuleta challenge kidogo na Wasafi au sio? Uh, kwa sababu hata wasanii waliopita Lodali, Waldadi na Vikenzo. So Waldadi badala ya kwenda kasemewa na next level ya pato ranking, you know. Watu wanafanya hatua bana au sio, lakini kuna ile kwa label ukiona ziangalia unasema da inakuwaje? Wewe mzee wangu unaweza kuniambia kwa maoni yako unaonaje maisha ya label kibongo bongo, anatupigisha hatua ama tuko pale pale? Komenti yako hapo chini, ya msingi bonyeza alama subscribe hapa, ni mastori tu sinipo mwanene chao